Kombe la dunia lililoondoka na uhai wa Andres Escobar baada ya kujifunga bao na kupelekea kugharimu maisha yake. Andres Escobar Sadarinya alizaliwa tarehe 13 ya Machi ya mwaka 1967 huko madrini nchini Colombia. Alikuwa na urefu wa mita 1.85, sasa ana futi sita na inchi moja. Alikuwa akicheza nafasi ya mlinzi wa kati Andres Escoba Sadarinya alianza kali yake ya soka kwenye timu za vijana za Atletico National mwaka 1985 mpaka mwaka 1986. Na mwaka 1986 akaitumikia klabu Atletico National ya wakubwa mpaka mwaka 1989. Baadaye alijiunga na Young Boys mwaka 1989 akiitumikia mpaka mwaka 1990, na baadaye kurejea Atletico National mpaka mauti unamkuta vilabu vyote hivyo amevicheza mechi 230 bila kufunga bao lolote. Lakini timu ya taifa ya Colombia aliweza kutumikia mwaka 1988. Amecheza mechi 51 bila kufunga bao lolote isipokuwa bao la kujifunga ambalo liligharimu uhai wake. Mwaka 1994 kwenye finali za kombe la dunia huko nchini Marekani. Colombia ilikuwa ni miongoni mwa timu ambazo zinacheza kombe hilo. Huku Andres Escobar alikuwa akiwakilisha Colombia, Kwenye kundi A ah, lilokuwa na timu za Romania, Uswisi na Marekani. Lakini mchezo wa kwanza Colombia wakapoteza dhidi ya Romania kwa mabao matatu kwa moja. Mchezo wa pili pia Colombia akapoteza kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya Marekani. Huko bao moja akijifunga Andres Escobar. Na mchezo wa mwisho dhidi ya Uswisi wakashinda bao mbili kwa zero. Huku akishika mkia kwenye kundi lake. Tarehe 26 ya mwezi wa 6 mwaka 1994. Colombia akaondoshwa kwenye michuano hiyo na kupewa virago yake kurudi nyumbani. Andres Escobar alipigwa risasi na watu waliokuwa wamefanya ubashiri na kuliwa pesa zao baada ya Colombia kuondoshwa kwenye michuano hiyo. Huku mtoa roho huyo aliegeuka Israeli kwa Andres Escobar, alipokuwa akimpiga risasi, alikuwa akisema goal akimaanisha goal. Andres Escobar alifariki akiwa na umri wa miaka 27 na pumzi yake ilikata kwenye ardhi aliyozaliwa tarehe mbili ya mwezi wa saba mwaka 1994 pale pale Mandarin nchini Colombia. Magwiji wengi wanafariki, lakini kumbukumbu zao zinaishi milele. Mpaka sasa dunia imebaki kuwa na kumbukumbu ya mwamba huyu aliyefahamika kwa jina la utani Gentleman. Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa fair na burudani, lakini haikuwa hivyo kwa Andres Escobar kwani aliuawa kwa kosa la kujifunga ambalo ni kosa la kawaida tu kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Hii inanifanya niwaze kuhusu wachezaji wetu wa, wa leo ambao wanaharibu clean sheet na kujifunga kila uchao. Enzi hizo wangekufa wengi sana kama Harry Maguire ambaye anatumikia klabu ya Manchester United. Na hii ni Nine Sports na mimi ni Logan Lake. Usisahau kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa.